Kumekuwa na maswali mengi kuhusiana na namna gani unaweza ukatengeneza international tiktok account. Basi katika video hii nimeweza kuelezea njia rahisi na nyepesi ya kutengeneza international tiktok account. Kabla sijaanza kuelekeza, kuna mambo ya msingi ambayo utahitajika uyafahamu. Jambo la kwanza ni kuwa na hiyo international tiktok account kitu cha kwanza utahitajika uwe na hiyo account ambayo ndo utaitumia kupata kipato. Jambo la pili utahitajika uwe na content zote. Content hii itakusaidia uweze kupata audience kubwa na watu wengi, ambapo ukiwa na viewers mfano wengi, inakuwa rahisi kulipwa vizuri pia. Alafu jambo la tatu ni idadi gani ya watu ambao unatakiwa wawe wamefollow akaunti yako ili iwe rahisi kaku kulipo. Minimum kabisa malipo yanaweza ukiwa na followers elfu kumi hapo ndo huwa unaweza kulipa rasmi kwa views, kwa shares. Lakini ukiwa na followers elfu moja unaweza ukaweka subscription payment ambapo mtu kuna video zako atahitajika alipie ili aweze ku access hizo video. Then cha tatu tunakuja kuangalia payment system au mfumo wa malipo. panda TikTok, mfumo wake wa malipo ni njia mbili, kuna njia ya PayPal na njia ya Payoneer. PayPal kidogo inasumbua, ila Payoneer ndo ni rahisi. So ukishakuwa na uwezo wa lau wakuanza kulipwa na TikTok, njia ya kutolea itakuwa ni kwa kutumia Payoneer. So hivyo ni mambo hayo, ni mambo baadhi tu ya kuzingatia pale ambapo unahitajika utengeneze TikTok account. Basi kabla sijaendelea kwenye video, hakikisha ni subscribe umesha alama ya kengele ili uweze kupata updates mpya na video ambazo nitakuwa na posti, lakini pia usisahau kutoa comment ili niweze kujua ni sehemu gani ninaweza kufundisha zaidi. Basi tuende kwenye video, angalia mpaka mwisho ili uweze kuelewa urahisi. Tuoni namna gani unaweza ukatumia kutengeneza international TikTok account ambayo inalipa. Cha kwanza Utakuja huku juu kwenye sehemu hapa, kisha uta click, alafu utakuja ku click sehemu ya ad account. Ukishafika hapa, utazikuta baadhi ya akaunti zako ambazo unazo, kisha utakuja hapo, uta click sign up Ushafika hapa, hapa ndo sehemu ya muhimu na ya kuzingatia. Utakuja sehemu huku china ambayo imeandikwa Tanzania, hii hapa, hicho imetokea hivo, na make sure hujaunganisha na VPN. Utaiklik hiyo sehemu, baada ya kuiklik utakuja hapa, uta search United Kingdom. Ah, ikishabadilika kama hivyo, utachagua sasa either u create account kwa email au kwa namba ya simu. Kwa email ndo ipo haraka kidogo, so I'll choose kwa email

watu akaunti o twende tukaone sasa. Utajoji kama hiyo ni international tiktok account, utakuja upande wa profile. Hii ndo account yetu ambayo tumecreate hapo. Utahitaji ni create passkey, hizi utakreati kwa muda wako, then utakuja upande wa studio kuna utofauti wa akaunti ya kawaida na international tiktok akaunti. Haya, kwanza, well, international tiktok akaunt kwenye upande hapo wa up monetization, sehemu ambayo unaangalia tofauti wa tiktok ya kawaida na international. Hii international, kipengele cha kwanza ina subscription, sehemu ambayo ukifikisha followers elfu moja unakuwa una uwezo wa kuweka pa month, mfano watu wao wana subscribe labda elfu mbili, elfu mbili mia tano au dola moja dola hamsini kuona video zako. Then creator reward program, hii ni unapewa na aut tu. Kwenye creator marketplace hii utakuwa unatangaza labda bidhaa za watu hapa. Kuna simu ya wiki hapa kuna live initiative program hapa, kuna live no, na kuna leads naona Hizi ni, ni baadhi tu ya vipengele ambavyo ipo kwenye hii international TikTok account. Sasa twende tukaone utofauti wake na account ya kawaida ipoje? So nitakuja hapa kwenye akaunti zangu, then nitakuja kwenye account ya kawaida kuja kuangalia hii account. Tengia upande wa profile then akuja upande wa studio. Haya, huu ndo utofauti wake. Hapa imeanza na live reads, hapa kuna live rewards, hapa kuna video gift, hapa kuna subscription. Hivi ndo vitu pekee ambavyo vipo unaona, lakini kule kwenye international kuna vitu vimeongezeka, ila hapo naona vipo vichache, vipo kama vipo vinne tu. So ukishaona hivyo, hiyo ndo utakuwa tofauti na kwenye upande wa international TikTok account. Ili uanze kulipwa kabisa, ndakiwa ina followers kuanzia 10k, ila ukiwa nao elfu moja unaweka subscription hatu kulipia, ila kama ni kuhusu ulipo kwa views kwa video ni ndakiwa uanze ina 10k followers. So hii ndio njia nyepesi ambayo utaweza kutengeneza international tiktok account ya kulipwa, na ukishafikisha vigezo, basi wataanza kukulipa. Asante kwa kuangalia video, usahau kusubscribe, like, kushare na kuwasha alama ya kengele, ili uweze kupata video zetu mpya ambazo nitakuwa na post hapo. Lakini pia cha mwisho, usahau kutoa comment juu ya somo gani nifundishe.